My brother nikwambie kitu ambacho ukijui, yani, katika historia za maboksa wote duniani au hata Tanzania, kila boksa ana historia yake ya kuhuzunisha sana kwenye maisha yake ambayo imemfanya yeye akaamua kupigana. Mtu aliyeamua kupigana ni mtu ambaye yuko kwenye hatua ambayo amechoka kujihurumia wala kujifikiria yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo najaribu tu kuiweka kwenye professional way kama mchezo lakini bado tuko kwenye hatari kwa sababu jina la mchezo ni boxing, kupigana. Kwa hiyo huwezi kuwa salama ukiwa katika mapigano, kwa sababu unapigana na mwenzako, naye anapigana. Kwa hiyo mtu aliyekuwa kwenye levo hiyo, anapoamua kufanya jambo lolote la ajabu, anaweza kufanya bila kujali kitu chochote. Kwa sometimes tunashindwa kufanya vitu vya ajabu kwa sababu ya family na watu waliokuwa nyuma yetu, lakini kama anaamini mtu anaweza kufanya kila kitu, aharibu tena na pambano hili hapa, alafu ataona shani ya Mungu. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mmoja, Watanzania wote mtakusanyika Kisutu kusubiri kusikiliza shauri yangu, itakuwaje vibaya sana. Atajaribu kukukwamisha kwa mara nyingine tena ili pambano wafanye wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu mmoja, sijawahi kuwapia hivi kwenye interview yangu yoyote.